sifa lakini katika maisha yako jua kwamba palipo na utulivu ndiyo sehemu ya mafanikio, palipo na utulivu ndiyo sehemu ya nini, ya maendeleo. Lakini katika huu muda mchache tuangalie, we mwenyewe moyoni mwenye mwako, ulikosa chakula, ulikosa utulivu, ukakosa kasenti, japokuwa tunasema kuna kushoto na kulia, ila vitu vingine tunavyotakiwa kuviangalia ni ulinzi na nini na usalama, ili ile bodaboda niliyo ni ule mtaji kuna wenzetu anachukua vile vinywaji kwenye duka la jumla, si ndio? Anapochukua ile vinywaji kwenye duka la jumla anakuja kuuza, kuna kile cha juu kinachoongezeka, si ndio cha kwake? Sasa fikiri, sasa hakuna utulivu, kuna basi itakayopita, kuna biashara yote tutakofanya. Sasa turudi, kuna wengine ni wagonjwa ambao wanahitaji dawa kupitia ile biashara, naenda ndiye sehemu ya kuishia kununua dawa. Je, anaweza kafanikiwa? Maana yake sasa tunahitaji msaada wenu na ushirikiano wenu katika suala zima la kutunza ulinzi na usalama. Tunaomba taarifa zungumza.